Hapa nilikuwa na mtoto nafanya kazi hapa kama mchungaji kwa siku za nyuma, kanipa taarifa kwamba kuna huduma ya macho Murgwanza. za jana ndiyo nimekuja hapa, nimepewa huduma ya macho, kafanya opresheni jicho. E, nikalazwa na leo asubuhi napewa dawa kuweka kwenye jicho niendelee, baada ya kus... is... is... is... siku 30 irudi hapa. Tatizo waliniambia lina mtoto wa jicho, na ndio limefanyia operation, na naona hali sivyo hivyo. Kwa leo naona kuna mabadiliko, inawezekana nikaendelea mazuri nikapona. Wale watakao sikia, wanatakiwa wafike na wapate huduma kama niliyopata, ili waweze kuona kama mimi nitavyoweza kuwa naenda kuona. Nilikuwa nimekaa karibu na redio nikasikia tangazo kwamba kwenye hospitali ya Murgwanza K kumeingia madaktari bingwa watakawanza wata, watakawa kutibu macho kuanzia tarehe kumi na tatu hadi tarehe kumi na saba Mimi nika, nikaona hapana, mm, kwa kweli au wanadanganya hiyo siku gapita. Alafu siku ya piri tena nikakamata, nikasikia wamerudia. Ah, alafu siku ya jumaine nikaenda hospitalini, nilipofika nikakaribishwa. Oh. hmm wakanipa waka huduma, wakasema kwanza, hautaondoka tutakufanyia matibabu u, kesho yake s ambayo ni leo, ambayo ni leo sasa, wamefanyia kabisa, naona huduma zinaendelea vizuri kwenye macho yangu waliponipima walikuta jicho moja lina li, li mtoto wa jicho ameisha ziba, ndio amefanyia nani hii operesheni sasa. Na, naona afadhali. Kuna herufi ambayo nilikuwa sioni hapa, naiona kama herufi kubwa, naiona kwa mbali. Hakoi na shukuri kwa shughuli zao, na wito ninaoambia walioko nyumbani, msiogope Mi walikuwa wameniogopesha eti watayatoa macho yote utabaki pofu. Nilikuwa nataka kukataa lakini nikasema ti mi taenda vitakavyokuwa ndivyo. Kumbe huduma ni nzuri, hakuna maumivu, hakuna nini na wahisi na nyii, muje msifie nyumbani. Nilikuwa na kampeni ya huduma macho Murgwanza. Ukiangalia ukanda huu wa Kagera, hospitali pekee ambayo inatoa huduma ya macho ni hospitali ya mkoa Bukoba Referral hospital ambayo iko kilomita 400 kutoka Ngara. Umekuwa na hii huduma kwa mwaka mara mbili. Maana bado niko masomoni, namalizia masomo kwa kipindi cha likizo na kuja kwa ajili ya kutoa huduma za jamii. Kwa hiyo tumekuwa na kampeni ya huduma macho ambayo tunaitoa bure bure, ikimaanisha kwamba huduma za kumwona na daktari ni bure huduma za vipimo vyote ni bure isipokuwa gharama za operation. Lakini pia, kiukweli tumekuwa na mwitiko wa watu watu wamekuja kwa wingi na wengi wamehudumiwa. Mpaka sasa tumehudumia wagonjwa mia tatu ambao tumefanyia operation wagonjwa ishirini na mbili mpaka sasa, na bado tunaendelea na operation. Mwitikio ni mkubwa, lakini changamoto kubwa ambayo imetokea wengi pia kutofanyiwa operation ni kutoweza kupata hata gharama au pesa ya kulipia hizo operation. Kiasi cha operation ni shilingi elfu hamsini na tano. Pesa ndogo sana kulinganisha na uhalisia wa huduma kwa hapa Ngara. Miaka ijayo kuanzia 2027 na nikirudi rasmi kwa, kwa ajili ya kufanya kazi kama bingwa wa macho, tutakuwa tunatoa huduma zote ambapo gharama ya operation ya mtoto wa jicho itakuwa ni shilingi laki mbili. Kwa hiyo niwape wa, ni wa, ni wape wito wananchi na watu wote ambao wanasikiliza taarifa hii kwamba wanaposikia kampeni hizi za muda mfupi wajitokeze kwa wingi, maana zinakuwa na gharama chache, kwa sababu inakuwa ni huduma ambayo sio mwendelezo. Kwa hiyo tutakuwa na huduma nyingine mwakani mwezi wa tatu, Mungu akijalia, tutaitisha tena watu waje kupata huduma, ambao tutatoa huduma za upasuaji wa aina zote za macho isipokuwa upasuaji wa retina lakini pia tutakuwepo na huduma ya miwani watu watu watapata. Kwa hiyo ukisikia hii fursa, wajue kwamba hii fursa itakatika mwaka 2026 peke yake. Huduma hii ilianza tarehe 13 mwezi wa kumi 2025, itaisha tarehe 17 mwezi wa kumi 2025, lakini pia itarudia tena mwakani mwezi wa tatu. Tarehe rasmi tutaitangaza ambayo itakuwa ni mwezi wa tatu 2027, kwa muda rasmi tutatangaza ni, tuta ni, tuta ni kipindi gani mwezi mmoja kabla, huwa tunatoa matangazo ya kuambia wananchi waje kwa wingi waweze kupata huduma.